E, nimejiunga mkataba, mkataba wa miaka miwili na timu ya Singida e. Mi nachoweza kusema, nasema nashukuru sana kwa miaka miwili niliyoitumikia timu yangu niliotoka. Sina budi kuwashukuru wachezaji wote niliocheza nao kwa mafanikio, kwa kwa sababu mi, miaka miwili niliyocheza nimechukua baadhi ya makombe, nashukuru hilo. Sina, sina maneno mengi mi, naomba niwape shukrani kwa, kwa miaka yote niliokaa Yanga kwa sapoti walionipa na niwatakie na kila la heri, waendelee kuisupport timu yao. Sina maneno mengi, ni hayo tu. uh, ndio hiyo, ilikuwepo Yanga ilikuwepo na, na Simba lakini ni, walikuwa kama hawako serious hivi, ya yani ilikuwa ni nasikia tu maneno, lakini sio official Ah, amna mtu ambaye alinishawishi ali ni mpaka nifanye haya maamuzi nimi mwenyewe tu nikapima nikapima alama ya nyakati nimeamua niende ni nikacheze Singida yeah. Unajua, amna kitu kizuri kama wakitusapoti washabiki na, na timu nzima tukiwa na umoja, tutafanikisha jambo zuri tunalotakiwa kulifanya.